Tazameni harusi za waislamu leo hivi, kwenye harusi, kwenye jambo la ziwaji na nikah katika Uislamu, kuna mambo ya mziki, kuna mambo ya rusha roho na mabaikoko na vigodoro na vijamvi. Haya mambo yametoka wapi? Wazima zilikuwa harusi zafanya hivi? Leo kila nyumba yatafuta muziki salatu, kuna harusi pale pale, kigodoro pale, watu wanakwenda kukatika na kucheza. Mambo tumeiga mambo ya kitchen party, mambo ya ndundu party, sio mambo ya send off. Yametoka hizi ni miongoni mwa madhahiri. Muislamu, umepata wapi birthday? Ambapo leo ni birthday mtu ashaukwa atengeneza keki, umepata wapi na wapi? Wewe kiigizo chako ni Rasuli alayhi salatu wasalam. Sisi tumefundishwa, hakika mtoto akizaliwa siku ya saba kuna kala haya. Birthday umepata umepatapi? Mambo si yenu. Birthday imeanza kwa Wajerumani, na ndio maana wenyewe kwenye birthday wanaeka mishumaa kwa idadi ya ile miaka, alafu ile mishumaa kuna wakati inazimwa. Nini maana yake? Mambo yana itikadi, nyie mmevamia. Waislamu wameingia miguu miwili kuwaiga.